Baruku sasa hii itakuwa charity ya nne. Ndio. Ya yani tulikuwa pale mission au jamii mission mwaka juzi. Mwaka jana tulifanya shule msingi majengo Baruku. Mwezi wa kumi mwaka jana pia tukafanya shule msingi Mayota. Ndio. Then kwa mwaka huu ndio tumeamua kutembea sasa nje na shuleni. Ambapo katika utafiti wetu sasa tukasema familia hii tukaona kama kiki. zipo familia nyingi kama hii lakini tukasema kwa nguvu ndogo tulionao tuanze na familia hii moja. So. na tulimfuata mzee tuliongea naye, nadhani alituelewa, ndio maana alikubali kutupokea. Nadhani pia hata taarifa alikupatia, maana tulimuomba kwamba utatufikishia so. taarifa ya hey. maana unakuta tu <todukuru> u <grupu> limefika mtaani <todukuru> haijulikani <Yeah. todukuru> wanafanya nini wanatoka wapi ndio shughuli zao nini? yeah. Basi inaweza ikawa sasa baadaye ni kama mwendelezo, hata anapokuja mtu mwingine wasifa wa, wa, wa, wa mbaya. Ndio basi naonesha kama ni kitu kilichozoeleka. Ni kweli, wengine wanakuja kwa mazuri, wanakujaga kwa mabaya, yeah, <laughs>